bari ya njama ya kuiba kura, serikali hii ya broad based. Njama hii imetekelezwa kupitia IEBC commissioners wenyewe, polisi wa Kenya, na kuna wahuni ambao tayari wametayarishwa, wamepelekwa kule Mbere, wamepelekwa Magarini, wamepelekwa Malava kule Kakamega na njama hii ni kwamba hawa wahuni wataanzisha fujo wakiwa chini ya ulinzi wa polisi, na polisi wataingilia kati kujifanya ni kama wanatuliza, na waweze kusimamisha pigaji kura katika sehemu hizi tatu, ambazo serikali tayari dalili imeonyesha watashindwa. Wanataka kugeuza uamuzi wa wananchi yetu. Leo ni kuambia chairman na kamisheni ya IEBC ya kwamba wana nafasi nzuri sana kuonyesha ya kwamba hii ni tume huru isiyoegemea upande wowote.